Na Maafisa wa polisi eneo la Belgut katika kaunti ya Kericho wameanzisha uchunguzi wa kisa cha jamaa mmoja aliyewavamia watu watatu wa familia moja na kuwaua. Baada ya kutekeleza mauaji hayo, mshukiwa Evans Kiprono alishambuliwa na wenyeji na pia kuuawa. Aidha, kisa hiki kiliwaacha wenyeji vinywa wazi wasielewe ni vipi mshukiwa aliamua kutekeleza uhalifu kama huo. Polisi wa uh, wanaarifu kwamba mshukiwa amekuwa akihusika na visa vya uhalifu na aliwahi kufungwa jela. Miili ya waliouawa ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Kericho. Akaanzia mamake wa kambo, akajaribu kuua mtoto lakini hakuweza kuua mtoto. Baadaye akamshika mama, mama, mama mwenye alikuwa na mtoto, vile aliwezana akaweza kum, kumkatakata huyo mama na akaweza kukufa. Tuangalie mambo ya vijana na hii dawa ya kulevya imeenea sana mpaka imeathiri hata watu, watoto ambaye wako kwa shule saa hii, wanatumia hii wanatumia hiyo pangi. So ile kitu sisi tunasema ni pole kwa familia na wananchi. Sisi kama maafisa wa polisi tunaendelea na uchunguzi, kisanga kama isifanyike tena, na wananchi nawaambia wawe wavumilivu na wawe na subira, serikali